Ninakukabidhi Dr Sofia Kizigo, mkuu wa wilaya ya Mpwapwa, mwenge wa uhuru 2025 ukiwa unang'aa, unawaka na kumeremeta. Aidha, ninakukabidhi kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, ndugu ismaili ali usi, pamoja na vijana wenzie shupavu watano ili watimize jukumu la chombo katika wilaya yako. Ninakuamini, ninajua uwezo wako Ninaamini wanaMpwapwa, najua chombo nitatembea haki. Mwenyezi Mungu akusaidie. Mimi Sofia Mfaume Kizigo, mkuu wa wilaya ya Mpwapwa, ninakiri kupokea mwenge wa uhuru kitaifa pamoja na wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa sita wakiwa na afya njema na mwenge wetu ukiwa unang'ara unawaka na unameremeta. Mwenge huu ndani ya wilaya ya Mpwapwa utakimbizwa, sio kutembezwa katika majimbo yote mawili Mpwapwa na kibakwe tutakimbiza kilomita 234 lakini pia tutafungua tutazindua tutaweka mawe ya msingi na kutembelea miradi yenye thamani ya bilioni moja nukta moja nane e Mwenyezi Mungu nisaidie kila mwaka tunaukimbiza wa Tanzania ah ah ile mwenge inchi unaisafisha ya